Ulimwengu wa sanaa ya uigizaji umepata pigo baada ya kutangazwa kwa kifo cha mwigizaji Don Mlangeni Nawa ambacho kimeacha pengo kubwa nchini Afrika Kusini. Don Mlangeni ambaye ni baba wa watoto watano ameripotiwa kufariki hii leo tarehe 16 Aprili mwaka 2025 akiwa na umri wa miaka 65. Kifo chake kimepokelewa kwa majonzi makubwa na mashabiki na wapenzi wa sanaa nchini Afrika Kusini na duniani kote. Katika kipindi cha uigizaji cha zaidi ya miongo mitatu, Don Mlangeni alijitolea kwa sanaa na alijulikana kwa uaminifu wake na ufanisi wake katika kuigiza. Kazi yake imeacha alama kubwa katika tasnia ya uigizaji Afrika Kusini. Familia yake imethibitisha kifo chake na kusema kuwa mwenda zake alifariki dunia mapema hii leo. Mashabiki na wapenzi wa sanaa wamejitokeza kwa wingi kutoa rambirambi rambi zao kwa familia ya Don Mlangeni Nawa. Don Mlangeni Nawa atakumbukwa daima kwa mchango wake mkubwa katika sanaa ya uigizaji na kwa ufanisi wake katika kuigiza. Alizaliwa tarehe 7 Juni mwaka 1969 huko Boxburg, Afrika Kusini ambapo alianza kazi yake ya uigizaji ya katika tamthilia za jukwaani kabla ya kuhamia kwenye runinga ambapo alijulikana kwa ufanisi wake katika mfululizo maarufu kama su snas, Isidingo na The Throne. Data flow inakuletea Uhuru wa kukamilisha chochote na intaneti ya uhakika. Kuwa hewani muda wote, popote ulipo utakuwa na internet ya uhakika. Hello? ni salama na huunganisha kwa haraka, ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi, tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.